Wa West TV. Tofauti eneo la kiungo pale, mimi naona kama Simba inakosa yule mtu ambaye anawalisha watu wa mbele, ndio maana unaona kama yule anemaliza yu... kuunganisha mistari Yes, unaona kama muda mrefu namtaja Mpanzu kwamba anakuja kufanya kazi nyingi, anakuja huko chini kutafuta mpira aanze tena kwenda mbele, lakini angekuwa anaupata mbele kule watu wanamletea, ingekuwa bora zaidi ama majukumu yanakuwa zaidi kwenye kukaba. Hapana, Simba wanakosa strumming player mm, wanasema mcharaza gita. Unajua, mcharaza gita anachagua nyuzi tu, hii ya mdundo risim. Yeah, wow, nipige ile kidogo idondoke kwenye galaton. Yani anachagua risim, ndio maana gita it zinaziekambakamba. Wanakosa strumming, strumming player ambaye anatengeneza wepesi yeah, wa mstari wa kiungo kuunganisha na mstari wa ushambuliaji kwa namna yoyote mnavyotaka kushambulia iwe mnataka kushambulia kufuatana kwa maana mobility. Yeah. iwe mnataka kushambulia kwa kupenya kwa maana penetration Yeah. iwe mnataka kushambulia kwa shabaha accuracy. iwe mnataka kushambulia kwa kwa kwa maana ya counter, ya mitindo yote a anaweza kucharaza gita. Sasa kama mshambuliaji sio mcharaza gita, sasa sasana kuvaa pensi kwa mtu mwenye makovu anaona aibu mm, yani, aina ya viungo wa Simba kuunganisha ile mistari wanapokutana na safu ngumu ya ushambuliaji inakuwa kasa sana. Mtu anayevaa pensi miguni ana makofu, anakuwa makasoro zake nyingi zinaonekana. Ndio maana unaweza kuona mtu kama Mpanzo, Kibu Denis, sasa kutoka kwenye majukumu yake ya kushambulia mstari wa mwisho kutengeneza mashambulizi, nao wanakuja mstari wa chini kuja kupambana kutafuta nafasi mm. kwa sababu eneo la mwisho linakosa mtu ambaye ni mbunifu. Kwa namna ipi? Kwanza lazima uwe na genius passer, mtu mzuri wa kupiga pasi za hatari. Unajua pasi hizi majidi, wewe mtu mpira coach, unajua mm. kuna pasi zingine unapiga direct pass mtu anapiga pasi diagono, lakini maeneo katikati, lazima mtu apige zile DPP, deep penetration pass, pasi zinazopita katikati ya watu, katikati ya mistari ambazo mara nyingi zinaleta madhira. Pasi nzuri zingine unapiga direct kwa watu, lakini pasi zingine nzuri unapiga underlap, ambazo watu unawapa presha. Sasa pasi nyingi zinapigwa pembeni ndiyo, kwa maana ya wide attack. Kwa nini? Kwa kutegemea kasi ya Mpanzo na Kibu, lakini wakati mwingine wale wanakimbia mbali na lango mechi hii kwa sababu hawa wa, uh, uh, uh, uh, Stellenbosch wanacheza wako solid sana unahitaji watu wanaopita ndani. Ni rahisi kuzalisha penalty, kutengeneza makosa mengi kama fouls, ambayo simba wana watu wapigaji wazuri, lakini yalikuwa yazalishwi kwa sababu ya aina ya viungo wanaocheza, sio wacharaza gita strumming player. Hiyo ndio eneo ambalo linawapa ugumu. Kwa hiyo maana yake wanashambulia kama wana ugumu sana sana sana sana sana sana, yani kama mtu mwenye matongotongo anakutia kinyana ndio staili ambayo ilikuwa inawapa ugumu na sm walikuwa wanaenjoy kucheza nao. Hilo ndio eneo ambalo limewapa, lakini kiukweli mechi hii wangekuwa na flow ya kumpata mtu mbunifu Majid mm -hmm. eneo hilo tungeshuhudia magoli waliyopata Simba yangekuwa mengi, kwa sababu matukio kama yale yangezalisha mengi. Akaenda E, katoka pale kwenye TV, akawa kama anaongea na Wanas, wanasema ile pitch side monitor. Yes, akawa anaongea na force official pale, mwamuzi wa mezani, kama vile ah, bwana kama unamwona kama wamemchanganya kule watu wa VAR. Lakini bado akasimamia msimamo wake, weka kati ngoma. Ngoma twende. Watu wanaona kama ilikuwa ni offside kwa sababu Kibu aliingilia mch... mpira, uh, aliingilia mchezo kwa sababu ilipigwa ile, ukitazama mguu wa Kibu ni kama vile alikuwa anamdanganya golikipa na alikuwa katika eneo la kuotea Uh, ni kweli siwezi eh, kwa offside, kwangu mimi si offside mm, kwa sababu VAR kwanza, lazima tufahamu, inafanya kazi maeneo matatu. Inafanya kazi kwenye offside mm, inafanya kazi kwenye red card ndiyo, na inafanya kazi kwenye penalty sawa. Kwa eneo lile yaliitwa kwa ajili ya offside ndiyo, na kwenye hilo eneo la kuingilia mchezo, kwa sababu unafahamu offside ina maeneo matatu: kuingilia mchezo mm, kupata eneo la faida eh, unaona bwana. Lakini ambacho, na hiki ambacho tulikuwa hapa tunakizungumza hapa, zana ya kuingilia mchezo mm, sasa kwa nini imekuwa sio offside? Kwa sababu ukiangalia kimazingira, hakuna mahala Kibu kama alimwada e, yule muamuzi, yani mlinda kwa mlango, maana kwa mchezo kuna kumwada mlinda mlango na kukaa eneo la faida, ambako pale ilikuwa sio eneo la faida. Tumelewa vizuri. Mm -hmm. Sasa hilo ndio eneo ambalo lilibaini kwamba ile sio offside mm -hmm. kwa mazingira ambayo muamuzi kafasiri na tendo lililoonekana. Na ndio maana ikawa inarudiwa mara mbili, mm. mara tatu. Je, ni kweli mguu wa Kibu ndio ulimwada muamuzi? Ulimwada um, muamuzi mm. mm. mlinda mlango mm. baada ya pigo la mpira lakini hapana. Mm. Position ile kam, kam, na mlango wala kitu alichokifanya wa kifanya Kibdenis sio sehemu ya hada. Kibu, e, kama, e, kama Kibu angeugusa. Ah, hapana. Kwa sababu bado lile eneo. Kibu si alikuwa katika eneo la kotea; alikuwa na mwadago likipa kwa, kwa kunyosha ule mkono wake labda alimchanganya golikipa. Ndio nasema je, kama angeugusa. Sasa iko hivi eh, kwenye kuhadaa, wakati mwingine sio uguse tu. Nakuelewa mm. No. Yani nasema hivi mm. tuachane tu na hiyo ya kuhadaa Yee ingekua Kibu kaugusa ule mpira, na katika ile position yake amemkamata, imemkamata kwenye eneo aliokmkaa. Mm. lakini akugusa mpira mm. lakini hata muamuzi, mm. muamuzi, ufungwa, mm. ya mwamuzi haiingii kwamba Kibu kaingilia mchezo. Position ya mwamuzi aliyokaa na goli lilofungwa ni sahihi tu ya goalkeeper mwenyewe wala Kibu ah sasa hapa mwona kama kauhamisha mm, eh. Ndicho ambacho kimeonekana, lakini ndio ambayo imefasirika hivi. Lakini uh, kitendo cha mwamuzi kuweka kati na timu ya Val kumwita, kumwambia labda si tunaona tofauti, labda hebu hebu na wewe utazame uh, ilikuwa inapelekea kwamba inawezekana timu ya Val walipishana kule, inawezekana ilikuwa ni offside kwao, na mwamuzi akaenda naye, akataka kuona, akasimama msimamo wake kama awali kusema weka kati. Yes. Timu ya VAR, timu ya VAR kazi yake ni kunasa matukio na kuyatafsia ufasiri. He, imekaje hiyo? ah anamaliza anamaliza pale pale, ushaona bwana nenda. Lakini ndio hiyo nilikuwa nasema eh, eh, eh, yeye sasa kaenda kwenda kwa kwa mm, hapo sawa. Ngoja niende niende tika, nafikiri jana uliona matukio kama haya goli e, e, la Mayele lile naznkakiulina magoli yote mawili lakini, mm, kujiridhisha, kagundua mm, yako makosa, ikawa hivyo. Kwa hiyo yeye akiitwa, kuna mawili e, anaweza akaitwa akabadilisha au asiende akabadilisha maamuzi. Anaweza asiende, eh, lakini pia akaenda na akabadilisha maamuzi. Asibadilishe maamuzi yake kama amejiridhisha ya kuwa ni sahihi kwa mujibu wa sheria, kwa sababu anaweza akaenda akabadilisha kama jana. Kwa sababu mwamuzi wa Orlando Pirates kabadilisha kwa sababu yalikuwa ya, ya, ya, ya matukio yake, hakuna tukio kabadilisha kwa kuonea mtu pale. Maamuzi yake yote yalikuwa ya usahihi. Mwanzo yote aliweka kati. Eh, weka kati. Lile la Mayele aliweka kati si kwa ajili ya kumuita, njoo akaenda kuangalia akabadilisha, akabadilisha maamuzi. Lile la mkono aliweka kati, kati karudia akabadilisha. Uh, jiridhisha kwamba ukienda kwenye pitch side monitor kwamba Simba hawajabebwa. Hapana, hawajabebwa. Sasa nilikuwa naona kama watu huyu, uh, muamuzi wa kati mbona kawa kawabeba Simba? Hapana, ni, uh, ni ile hali ya controversy mpaka kufikia hatua kwenda kwenye, kwenye pitch side monitor. Mm. Ile ndio imeleta shida. Lakini kwa mfano ingekuwa moja kwa moja pale pale, ime nani, mtu kwa sababu kumbuka alianza kufanya Bwana vipi hapo? Bwana kwenye ile tukio uone, ujiridhishe mwenyewe sababu tayari alikuwa amesimamisha mchezo na fasiri mwamuzi. Aliposimamisha mchezo basi akajihakikisha, ajiridhishe, jiridishe. mm. Ile muda wa kujiridhisha ndio unatengeneza mgogoro kwa watu kufasiri mambo mengi, na ikumbukwe kumekuwa kuna controversy pia na zizi VAR. mm. Ndio maana watu wanakosa imani na waamuzi, lakini kiukweli ilikuwa katika usahihi tu wa muamuzi kujiridhisha, mm. na kuona kabisa kile alichokiamuru kiko sawa au la. Sawa, lakini kabla ya, ya jinsi ya huwa uh, kukosa nafasi ile yeah, naweza kusema ya wazi uh, yeah. E ya elimu panzo unajua Uh, mwamba kabisa uh, fanya kazi kubwa sana, sana. Akamwekea pasi ya upendo kabisa akamwambia hiyo sasa maliza. Alikuwa na mawili anaweza akapiga akamchagua golikipa toka mapema mm -hmm. Manake alikuwa ana sababu ya kumpiga chenga. Chenga, lakini alimgoja akampiga chenga, ule mpira kama ulisogea sana akashindwa ku touch ya kuweka kwenye kamba ukaenda nje, lakini Jean Ahoua aliumia, kuna wakati akapandishwa kwenye machela akatolewa nje. Wakati anatolewa alikuwa anaonyesha ishara ya substitution, naomba mnitoe mnifanyie mabadiliko. Nini kilichofanya kocha wa Simba aendelee kubaki naye? Ni kwamba sabu ziliisha, alikuwa hawezi kumtoa ama alikuwa bado anaimani naye, kwa sababu alishaomba sabu cha Ahoua. Kwanza kuna mawili aliomba sabu wakati ndio kwanza kabebwa, mm. Lakini kikanuni akifika nje na utaratibu ulivyo, anaulizwa hali yake, vipi unaweza ukaendelea? Mm. Anataka pata mtu maumivu. Ah, bwana nifanyie substitution. Lakini unafikiri anakuwa na kuona, unaweza ukaendelea? Naweza. Nafikiri, tokea kwa mzizi, unakumbuka wakati mmoja, mm, sana maneno Unaweza ukaendelea? Naweza, unaweza, lakini kwa chaza hua, nani anaswali nafasi anaocheza chaza pale Simba, nani mbadala wake? Kwa hiyo mwalimu inawezekana aliumiza kichwa, kwa simba nataka nikutoe ni, lakini da, wewe baki nani, uko nje kwanza. Simba unafahamu unapofikia hatua, anatoka Mohamed Hussein, anakuja Valentino Noma, watu wanakuwa na mawazo mawili mawili, ni mtu sahihi ama naye basi tu? mm. anapoingia Mutale ni mtu sahihi ama basi. Mm. Ndio matapozungumza kwamba Simba wana shida ya kuwa na kikosi ambacho hakina mzani mzuri ni kwenye maeneo kama hmm. haya, wanapofika hatua ya kubadili wachezaji, kila mtu nafsi yake inanung'unika hmm. pale katoka Kibu ne. anaingia Mutale kiuhalisia <laughs> hakuna shabiki wa Simba ana imani sana sasa toka. Nikuambia kitu kimoja, nilikuwa natazama na mashabiki uh, soka na wale wa Simba. Unajua wakati Simba wanafanya sub alianza kuonekana Mpanzu am, ameitwa kwenye bench anaenda kuzungumza na mwalimu wote, unajua anatoka Mpanzu watu, watu waliinuka pale <laughs> tunaenda ee kuumia nini ni nini ndio mapungufu yaliko nayo lakini baadaye akatoka kibwa hata kibwa wenyewe bado alikuwa analalamika wanaona kama hakustahili kutoka ni kwa sababu timu haina wachezaji ambao wanakaribiana viwango na hili ndio eneo ambayo kuna mapungufu makubwa anaingia eh, Deborah Fernandez watu hawana furaha sana

Bwana una uwezo, hebu endelea kupambana, endelea kupambana, lakini ile nafasi aliyokosa dakika na ah, za mwisho haiwezi kusababishwa na hayo kwamba yeye alishajiona hawezi kuendelea, yaani alitumia tu nguvu za ziada, lakini alikuwa yuko fiti. Hapana, ah, kwanza ile nafasi lazima tuione. Nafasi amekosa akakosaje? Kilichomfanya akose nafasi ni engo na makadirio tu

Eh, mpanzu kapiga mishuti ya juu mitatu na hakika mechi inaanza, mm. kwa kukosa wakati mwingine ni ile concentration tu kwa mchezaji. Turudi kwa mpanzo, kwa sababu uh, kipindi cha kwanza aliwasha, kuna muda akakata moto. Kipindi cha pili alikuwa amekata muda mrefu sana, dakika za mwisho zile za nyongeza akaanza kuwasha tena. Yani ni kama ana, kuna muda unamuona anajituma, alafu anakata moto lakini baadaye tena anajichaji tena anaanza tena kupambana, yani ni mtu ambaye wana Simba wanamtegemea lakini hayuko fit 100%. Hapana, mpanzu Simba anafanya majukumu makubwa sana, na binadamu sio mashine mpanzu. Mm. ndo anatumika zote ambazo zinafanyika kwenye final third, eneo la mwisho mpanzu anatumika ku attack an, yani anatumika kunyang'anya mpira yote yuko huko anatumika kushambulia huko huko juu. Sasa hizi rotation anazozifanya maana yake unasema roots, running roots anazozifanya bila kumtengenezea mzani wa hizi running roots unampa wakati mgumu. Mm. Sababu kumbuka mpanzo, kipindi ambako mechi inaanza, Simba walikuwa wanapata ugumu sana kupenya, kwa maana namna ambavyo al, al, al wanacheza kwa maana yake mpanzo alikuwa anatoka mbali, ndio tulikuwa tunamuona anacheza, sababu anatokea mbali kuanza kuandaa mashambulizi kwenda kutengeneza mashambulizi mpaka kwenda kumalizia mashambulizi. Mm. Sababu yeye ni attacking midfield, kwa ile pilika pilika zile zote yalikuwa ni majukumu ambayo mtu anatumia energy sasa energy save inatokaje ya mshambuliaji kama ule? Wakati mwingine ni kumchezesha eneo dogo, pindi ambapo timu inaweza kumfanya akimbie kwa usahihi kwenye maeneo hatari, lakini timu hii ilikuwa haipati ubunifu wa kutoka eneo moja kwenda lingine. Mtu kama Mpanzo ambaye anacheza eneo kubwa, lazima atazunguka sana. Ikifika muda, naye anakuwa anataka kutukusave energy yake, anapunguza ile kasi. Hicho kipindi anachosema yeye kwamba, kama tulikuwa tunamuona haonekani, ni ile attention to details. Baada ya kuona mapungufu, sasa yeye kuna baada ya kumalizika kwa mchezo wa nusu fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika kati ya mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika ya Kusini, mengi yameanza kuzungumzwa, hasa katika nafasi ya mwisho aliyokosa Jean Shalehe awa dhidi ya Stellenbosch huko. Wengi wanasema ile nafasi angekuwepo nambari kumi mwingine bora kama Faisal, basi mchezo simba angeumia angeshinda goli mbili mwisho wa siku, hatua ya fainali ingekuwa wazi sana kwao. Lakini kitendo cha Simba kushinda goli moja, bado Simba Sports ana mlima wa kupanda kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch. Na tetesi za usajili wa Feisal ndani ya kikosi cha Simba Sports hazijaanza leo, na sasa zimeendelea kukorea moto. Eh, baada ya makosa ya Jean Ahoua eh, katika eneo hilo la ubunifu, katika eneo hilo la namba kumi kuendelea kujitokeza kadri siku zinavyozidi ah, kwenda huku, wanapenzi na mashabiki wa Simba wakihitaji namba kumi mwingine ambaye atakuwa bora atawasaidia Simba katika eneo hilo hasa kuvuka katika hatua kama hizi za robo fainari kwenda hatua ya nusu fainari, usajili wa Feisal inasemekana ni moja ya usajili ambao eh, Simba na Yanga wame ingia tena vitani. Huku kuna baadhi ya timu kama Kaizer Chiefs kutoka pale nchini Afrika Kusini ambayo ipo chini ya Nasser Bin Nabi, nao pia wameingia katika vita ya kumnasa Feisal. Lakini Feisal yeye kwa namna ambavyo upepo unaonekana eh, Dayang Afrika inaonekana ameweka mzigo mkubwa sana na ahadi nyingi, lakini pia Simba Sports dakika ya mwisho waliokuwa wameweka kiasi cha shilingi milioni mia sita mezani kwa ajili ya kumnasa Feisal na ahadi nyingi nyingi nyingi. Lakini pia tuandikie maoni yako katika sehemu ya commenti. Unafikiri Feisal akijiunga na Simba atakwenda kuongeza kitu, au Simba wanahitaji mchezaji wa aina gani ili kuwasaidia kuvuka katika hatua kama hizi?